Ngono umekuwa bado unaongoza. Kwa hiyo hali bado sio nzuri, na ndio maana tunaendelea kuhamasisha ili jamii iweze kubadilika, jamii iweze kuchukua hatua, jamii iweze kuacha vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tuwe na utamaduni ambao tukiona ukatili wa kijinsia hatukae kimya, hatuangalii hatunyamazi. Viongozi wa dini tusikomee tu kuhubiri neno, lakini pia tuwaguse watu katika mahitaji yao ya msingi, tuguse maisha ya watu. mm -hmm. Naweza kama alivyosema mwezeshaji pale ndani, hivi la ahadi ni sawa, tutoe, lakini watu waanze kuona uzima wa milele wakiwa duniani hapa, wanaishi vizuri maisha mazuri kiakili, hata kimwili na kiroho pia. Tuzingatie hayo, tuyapeleke yote pamoja, kupambana na kuzuia mambo wa kijinsia. Sio, sio jukumu la mwandishi tu, kila mmoja ambaye yuko majumbani akiona kuna nyumba fulani mtoto anaonewa, nyumba fulani labda kuna msichana wa kazi anafanyiwa mambo ya ukatili, yeye yeah, anakuwa wa kwanza kuripoti na kuona kabisa kwamba hiki sio kitu sahihi. Kwa hiyo kila mmoja ana jukumu ya kupambana au kuzuia mambo ya ukatili wa kijinsia. Sasa hivi tumeona kuna ukatili wa kwenye mitandao ambao mtu anaweza akachukua kichwa chake kwa kichwa cha mtu mwingine ikawa ikawa kitu kingine, lakini pia kuna ukatili mwingi ambao watu hawajausema, ukatili wa kihisia, watu wana maumivu, wameumizwa lakini hawajui kwamba ukatili wa kisaikolojia naweza kukuripoti wapi, na bahati mbaya hautibiwi, yani hau, hau, ukatili wa kisaikolojia hauwezi uwezi kwenda hata kwa daktari akakupima kipimo. Lakini kitu kikubwa zaidi ni ukatili kwa wanaume. Ukatili kwa wanaume umekuwa ukiongezeka kwa sababu kwanza hawaripoti, kwa mfumo tuliolelewa sisi kwamba wewe ni kidume unatakiwa kuvumilia, unatakiwa kubeba maumivu. Ile inaendelea kutuumiza hata kwa nje. Ukatili ukatili tusiukumbatie, tuuripoti sehemu zinazotakiwa.